Leo asubuhi tulipata tip from one of the nyumba kumi ya kwamba kuna wageni raia wa nchi ya tofauti ambao walimwagwa na lori katika kijiji cha miti mbili, so chief alikimbia kwa maeneo pia, sisi mimi pamoja na OCS tukafuata na kweli tumewapata raia wa, wa, wa Eritrea 44. kuna wanawake 17, kuna wazee wanaume kumi na saba na watoto kumi wengine wako na stakabadhi kama vitambulisho na wengine hawana. Wengine hawajui penye wako. Ni watu ambao hawawezi, hawaongei lugha yote ya Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hivyo tumejaribu kuwapeleleza kidogo, information yenye tumepata ni kwamba ni raia wa Eritrea na hawajui penye wanaenda wote. So kwa sasa tumewa retain hapa kwa police station tukingojea different agencies wachukue the next step. Immigration wamejua NYS imejua na vitengo vyote vya usalama vimejua. Uh, my name is I'm from Eritrea. Uh, now I came from, uh, I came uh, Ethiopia uh, for Kenya because, uh, Ethiopia, uh, for Eritrea people there is no peace at this now at this time there is no peace. That's why uh, migrant for Kenya.